Watu zaidi ya 17 wamefariki katika ajali mbalimbali mbali za barabarani katika muda wa wiki mbili za kwanza za mwezi huu wa Disemba, huku hofu ikiibuka kuhusu ongezeko la vifo barabarani msimu huu wa likizo. Kulingana na mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA, ajali nyingi zimesababishwa na ukiukaji wa sheria za trafiki. Anatuarifu sasa mengi zaidi Serfine Achieng' Ouma. Mwezi Disemba, mwezi unaoshuhudiwa ongezeko la pilkapilka za usafiri wa Kenya wakielekea sehemu mbalimbali mbali kwa likizo, idadi ya ajali za barabarani pia zikiripotiwa kuongezeka. Zaidi ya watu 17 wamefariki kwenye ajali mbalimbali mbali za barabarani katika wiki mbili za kwanza za mwezi huu wa Disemba, hofu ikiibuka kuhusu ongezeko la vifo barabarani msimu huu wa likizo. Ajali ya hivi punde ilihusisha matatu iliyogongana na lori katika barabara ya Ikonge Ekerenyo na kusababisha kifo cha watu tisa, ajali iliyofanyika saa chache baada ya ajali nyingine eneo la Karai, barabara kuu ya Nairobi Nakuru, na kusababisha kifo cha mbunge wa zamani Cyrus Jirongo tarehe saba mwezi huu watu saba walifariki katika ajali nyingine eneo la miasenya taita taveta uh, we expect quite a lot of speeding uh, because many drivers will be rushing uh, to make or to complete more trips and this becomes uh, a major risk there is issues of reckless driving the issues of uh, drunk driving which um, uh, I mean, uh, takwimu kutoka halmashauri ya usalama barabarani NTSA zinaonyesha kuwa watu 4458 walifariki katika ajali za barabarani kufikia Disemba tarehe mbili, idadi inayozidi watu 4311 waliofariki barabarani mwaka jana.

to ensure that they um, comply with all traffic rules which they know and if I can cite for example is that they must observe the speed limits. NTSA wakishirikiana na polisi wa trafiki wameshika doria barabarani katika msimu huu wakiwaonya watakaokiuka sheria za trafiki. Some of the things that we check is issues of speed, uh, issues of driving under the influence, issues of uh, roadworthiness of the vehicle issues of overloading because that's something that we expect around this time issues of reckless uh, driving Serfine Achieng' Ouma Runinga ya Citizen viongozi kutoka kaunti ya Tana River wamekashifu.